Utaendelea kuchezea hivi hivi, hawezi <laughs> ingiza hela kabisa. Ah, ndugu zangu VIP, uh, poleni na kazi. Ndugu zangu wa VIP uh, kazi ziendelee. Ndugu zangu wa regular, poleni na mihangaiko. Na unajua mtu wa VIP ni mtu wa heshima sana. Mtu wa VIP ni mtu wa heshima. Unajua mtu wa VIP hata akiibiwa the way anaenda kwa MC, anaenda kwa uzuri tu, anamwambia MC, uh, MC nimeibiwa simu yangu uh, Samsung Smart T20 uh, S. Naomba atangazie umma kwamba wanirudishie. Na kabisa MC anaenda, jamani ndugu yangu Jafet ameibiwa na simu uh, naomba aliyechukua aletewe, huyo ni mtu wa VIP.

Safi. Ah, uh, of course bwana ila usaa huu. Eh. Ni ni, eh ni na hii miwani ya nini tena? Yaani naona kama sioni. By the way, uh, leo niko na wazazi wangu. Hebu makofi mengi kwa wazazi wangu hapo pale. Hebu simame na wazazi wangu bwana. Hapo pale. Makofi mengi sana wazazi wangu. Unajua wa, wazazi wangu leo nimewaambia, nimewaambia ni mama amka ukasuke, uje uniangalie mimi, na kujua kama anakuja kuchekesha, na ameshangaa, namwambia DJ chezea mashine na ma. Baba yangu unajua badhai ameshangaa, kwa sababu mimi by profession ni mwandishi wa habari na ripoti isiafika Singida. Mzazi amekuja leo, anaona kijana wake anabadilika. Hey, inatokea. Asanteni sana wazazi wangu by the way. Uh, oh my God. Mama we umejuaje? Narudi chuo mwezi wa kumi, mama waneja wangu ilete. Ah jamani, jamani. Eh, eh, na hii ya huku ah, ah, ah. ilete Unajua nyinyi mnasababisha mama yangu aniambie, kesho rudi nyumbani. Mkuu wa mkoa umemwona mama yangu? Naomba mama, njoo piga picha na mkuu na mkuu wa wilaya, njoo mama, njoo. Unajua ni bahati, mama, njoo, nimelipa ukumbi, nimelipa kila kitu, njoo, njoo mama, piga picha na mkuu. Unajua mkuu wa wilaya pia ni rafiki yangu mkubwa sana, kuna mtu anapitia makubwa, naambia ni njoo, ni shauri E, picha mama. Baba, njo, baba, e, baba, njo, picha baba e, baba njo njo njo bana, hebu piga picha baba njo bana, baba njo bana, piga picha eh, nami sasa ukiposti mwambie mkuu wa mkoa nimekutana na Elkana amenishauri vitu vingi kuisana ya maendeleo ya Singida, yaani umwambie kabisa Elkana, bila Elkana mkoa Singida hauendelei kabisa. Sasa mkuu wa mkoa, tunapigwa picha, fanya kama unanimoneza ili wote wajue kwamba bila wewe hauna, hauna, hauna kumi aze aoneshe kabisa kama mimi ni mimi ni mtu mzipo. Eh, ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba, ya nane, ya tisa, kumi lakini unajua, mkuu wa wilaya, watu wameona elfu tano tano, mimi nilitaka elfu kumi. Nimeshangaa sana, mkuu wa wilaya amesimama, lakini kuna watu wako walimashauri hawajasimama, yaani <laughs> yani, mnamtegenezea mazingira gani mheshimiwa? Mimi nataka mheshimiwa alaaniwe. Aenda ambiwa afanye kazi alafu kumbe anafanya kazi, yupo hapa. Uh, amesimama jamani, makofi makofi, nami naona <tipa> eh, eh, eh, nanichanganya eh, jisti Diamond mtupu ah, eh, eh, nimeona ndugu zangu wa benki kaka yangu nimemuona pale, asante sana kaka yangu uh, unajua kufanya kazi benki pia kuna wakati mishara inachelewa eh, unakua kufanya kazi unafanya kazi, kazi benki Unaambiwa subiri, subiri mshahara utoke, alafu wewe unaziona. Uh, unajua hakuna kitu hakuna uh, kitu ambacho mimi nakipenda sana kwa uh, waimbaji wa Tanzania wana muziki uh, unajua CCM uh, ni chama ambacho uh, kinawapa vijana fursa uh, kinawapa vijana fursa ah, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Mama yangu anajua niko single alafu uh, uh. Sa usiniharibu, utanichanganya ah. Unajua Chama cha Mapinduzi kinawapa fursa vijana. Na zewa hiyo nawapa vijana fursa waimbaji imbaji, hususani unakuta mwanamuziki amepewa milioni thelathini. Anakuja kuperform dakika kika tatu, ama sekunde tatu. Kisha anapanda kwa nabiwa asante asante. Sa DJ, fanya mimi kama ni Zuchu. Haa, uh, mimi Zuchu, nipandishe kama wanavyopandishwa kwenye majukwaa ya CCM. Usikie. Weka ngoma Zuchu Yaani, eh, Monesi anasema ya kwa dahuni, mkaribishe Harmonize, haweka ngome, Harmonize digiceon <coughs> Ile anapanda anashuka, na imetokea kijijini. Imetokea kijijini, hakuna kitu ambacho nakipenda kijijini kama MC wa kijijini. Unajua MC wa kijijini, wa mjini, MC wa mjini wanakabiziwa kitu moja kwa moja, wanaaminiwa. Lakini MC wa kijijini anapewa elfu themanini halafu haaminiwi. Alafu kwa mfano, yani, mjomba anageuka pia kuwa MC. Sasa MC njoo, sifanya kama wewe ni MC wa vijini umepewa kazi alafu mimi ni mjomba wa bwana harusi, wakaribisha maharusi, wasimame nyuma Wageni walipo wote, niombe ni watoto wote, watoto wote wanakaa kwa upande wa kule. Usifanye hivyo, watoto wote endelea. MC <tosikonye> na wakifika hapo mbele ndipo wageni walipotaka, basi ndicho wimbo mzuri, angalia, wimbo mzuri, tuwalete maharusi wetu <tosikonye> yaani, bibi harusi na bwana harusi hawaeleweki. MC wa kijijini ni tofauti kabisa na uh, hakuna kitu ambacho mimi nakipenda kwenye siasa wakati mwenezi anawakaribisha watu. Ah, umemdama yuko hapa bwana, kwa bwana kiongozi, ume umenilea ume sana bwana, nakutakia kila la heri kutoka kwako, hauna elfu kumi hapo. Na wewe unajua viongozi kama hawa kuwapata ni ni jambo gumu sana, niongezeni elfu moja hiyo, tunalijua Ah, kuna yani, maishimia wengine wanagombea hapa hata wajatoa shitukene. Kuna watu hapa unaweza katoa ukabarikiwa. Sasa mimi naimagine uh, unajua Yesu wakati amekuja amekuja zama za zamani. Mimi najaribu kuanza kama Yesu angekuja zama hizi, yaani kwanza zama hizi zina simu kwanza. Unashangaa Yesu amepanga appointment na wanafunzi wake, tukutane maeneo ya uh, ya mizani, tuende kuomba mlimani Sekenke Yesu kabisa ni mtu ambaye ni mtukufu kabisa, hawai na muda. Unakuta Yesu amefika sehemu ana, anachukua simu aoni wanafunzi wake inabidi awapigie. Unakuta anaanza na Zakayo. Alo, Zakayo, tumeaidiana. Unakuta mbona, ah, Yesu, angalia juu, niko hapa. Yesu anaangalia juu namkuta na, mkuta. Na wana, wana, wanafunzi wa Yesu wangekuwa hata na familia, unakuta na, na Yesu anampigia Eh, Petro hajapiga mpaka muda huo. Petro anamwambia Yesu simeji yako ajisikii vibaya, alisikia vibaya kwa sababu siwezi kuja leo. Ah, na Yesu unajua zamani hizi zimechangamka sana. Unakuta Yesu anapita pale sokoni. Eh, tunajua Yesu alikuwa anapita sehemu nyingi. Yule mama mwenye alikuwa anatoka na damu miaka kumi na miwili alimgusa Yesu akapona. Unajua hata Yesu sasa hivi asingewaamini watu. Unakuta Yesu anapita pale sokoni saa kumi na mbili, biashara zinaendelea, anaguswa Yesu kwanza, cha kwanza lazima sasi simu yake, maana watu hawaaminiki. Sasa kigeuka hivi, Petro anamwambia ah, ah, familia we familia safi. Na unajua hata ya Yesu the way ilivyotafsiriwa imetafsiriwa kwa uzuri na ukubwa eh. Ameanza pale Mungu alipoumba eh, dunia, akuacha hiyo pekee yake eh, akamuumba mwana Yesu Kristo ili aje duniani aje komboe. Just imagine ile movie ya Yesu ingetafsiriwa na madije wa sasa hivi. Kwanza wanapenda matangazo. Wanapenda sifa. Unashangaa pale anaanza. Ayesa karibu sana katika kigongo kikali kabisa wanaita Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kabla tunyesoma mbele kwanza nipate tangazo. Unaweza kwenda kule kwa Ocho pale Singida kujipatia DVD kali kabisa na movie zote kila siku Jumatatu kwanza. Hii ni movie wanaita Yesu, ni episodi ya kwanza. Huyu ndiyo selling ya movie yetu. Ana urefu wa futi sita, anajua makabila matatu, anajua kiyahudi na kisukuma kwa mbali. Mambo yanakwenda tofauti kabisa. Ah, watu wa Sigida wanacheka.